Imekuwa ni kawaida kwa watu wengi kujiingiza ama kusubscribe kwenye vyombo vya habari vyenye sumu. Yawezekana ukajiuliza nataka kusema nini. Ndiyo, vipo vyombo vya habari vyenye sumu ambavyo vinachochea kubadilisha mpango wa Mungu ndani yako. Sikiliza. Iwe ni kupitia jitihada za kukushawishi uamini kuwa dhambi ni nzuri kupitia mitandao ya kijamii, runinga, muziki au vitabu au kuendelea kujichotea maudhui mabaya yanayobadilisha tabia zetu au jinsi tunavyojiona. Kile kinachojaza akilini mwetu kinaathiri nafsi zetu. Nafsi yako ni ya thamani sana, na hivyo usiruhusu ichafuke na vyombo vya habari vyenye sumu. Sasa ni kuulize swali, je, umesubscribe mitandao kijamii ya kijamii ya aina gani? Ukijiangalia nafsi yako kabla ya mitandao ya kijamii na wakati wa mitandao ya kijamii, ni wakati gani unajiona bora zaidi? Mm, mimi naitwa Isaac na nikutakia siku njema ndugu yangu.